E, bwana kumbuka, hii ni Wasamaria TV na mimi ni Profesa Mandera, hapa tukiwa tuna e, tunabonga kwenye kipindi cha michezo, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Abdalla Kingwande tukiwa tunakuangazia habari zote za kimichezo za hapa Tanzania, lakini tukizungumzia jijini Dar es Salaam, ni habari motomoto kwelikweli, e, kutoka kwenye viwanja vya Msimbazi tukizungumzia mnyama e, Simba baada ya kumanua kocha wao matatu, wao wanapenda kumuita matatu pila biliani, yaani e, ukiona tu jamaa kipindi cha pili anapapasa mkono wake hivi, tambua e, wanazungumza ana, anatazama kodi. Kodi. kodi, e, kodi. kodi, kodi lakini kutazama kwake tu kodi kwenye matatu yake aliyokuwa nayo kwenye mkono haijamfanya aendelee kubaki kwenye klabu ya Simba zaidi ya jana, kungolewa na kutupiwa mabegi yake nje na kuelekea nyumbani kwake. Kashindwa kuifanya eh, kuwafanya wachezaji waweze kuchukua furaha ya Watanzania. Abdalla Kingwande, hiki ni kilio cha Wanasimba, ingawa wanasema kwamba eh, kufa kufahana, lakini ni kilio na piga kubwa sana kwa wa Tanzania kiujumla. Ujue kocha matatu alikuwa ni imara kulikweli na alikuwa anawatia matumaini makubwa kwa wanasimba. Na hata kuondoka kwake baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba hiyo hiyo e, wengi asilimia 75 wameingia kwenye majonzi makubwa na lawama zote e, kuangukia kwa viongozi wa klabu hiyo ya Simba. Wewe kama mchambuzi Abdalla Kingwande, tutazame, tutazame hili kwa pamoja. hala jumasala ni watazamaji na wasikilizaji wa Samaria hmm. Media. Ah uh, unajua Profesa mm. Mandela hivi vitu tulisha vijadili hapo awali mm. na wengi walibashiri kwamba kwa, kwa mwenendo huu wa limited pantevu mm. ama pila matatuu kama wanavyomwita wewe, Profesa mm. Mandela pila biliani Krismasi mm. hatokula Dar es Salaam mm. na ubashiri umekamilika ama umetimia kwa sababu namo siku tarehe mbili mm. siku ya Jumanne mm. viongozi wa klabu ya Simba kupitia bodi ya ukurugenzi ya klabu ya Simba mm. imevunja ama imesitisha kandarasi yake kwa makubaliano ya pande mbili mm. Ikumbuke Profesa Mandela, tulishawahi kuzungumzia hapo nyuma kupitia viunga hivi hivi mm. vya Wasamalia Media kwamba kwa, kwa mwenendo huu wa Dimitari pantevu si zani mm. kama atatoboa Christmas na, na imekuwa kweli, kwa sababu Dimitari pantevu, amekuja Simba ana takriban wiki ya nne sasa hivi mm. wiki ya nne ama mwezi no, ni mwezi mm. actually. Lakini alipokea mikoba ya kocha wa South Africa ustaz fadu debsi mm. ambaye kwa sasa yupo Raja Kasablanka mm. alishindwa kuendana na falsafa ya watu wa, wa Simba wana lunyas kwa sababu Simba wana falsafa yao mm. Simba wana mfumo wao, lakini Dimitri Pantev toka amekuja Simba amecheza mechi za kimataifa nne amefanyika kucheza mechi ya ligi na zaidi moja, ambao mm. alicheza na Fountain Gate, jumla amecheza mechi tano mm. na katika mechi tano, Profesa Mandela, Dimitri Pantev amefanikiwa kushinda mechi mbili amefanikiwa kutoa sare mechi mbili. No, ameshinda mechi ya ligi nadhani na, na Fontain Gati mm. akashinda mechi ya Klabingwa mkondo awali na singizini nakaja, mm. akatoa sare mm. hapa taifa mm. akacheza mechi ya kwanza Klabingwa na Petro Atletico ya Angola mm. akafungwa goli moja Simba, akacheza mechi ya pili Klabingwa na Stade Mediama mm. Stade Marine ya, ya, ya Bamako Mali mm. pia akapoteza kwa goli mbili moja kwao tukiangalia katika mechi tano zote ya Simba mm. ambazo Dimitar Pandev akiwa kama kocha amefanikiwa kushinda mechi mbili mm. amepoteza mechi mbili mm. na ametoa sare mechi moja. Kwa hiyo mm. ukiangalia statics ama ukiangalia mwenendo wake, mwene wake hauridhishi kwa klabu kubwa kama ya Simba mm. na alishindwa kuendana na falsafa Simba kwa sababu simba mpaka Dimitar Pandev anaondoka aaondoa haikuwahi kuwa na first eleven ilikuwa inaingia na kutoka kwa kikosi cha kwanza kitu ambacho wapenzi wa wapenzi wa Simba kiliwakosti na kuwatia katika katika sununo mm. ama sonono tunaita mm. moyo kusinyaa sonono mm. Kwa hiyo hii imemfanya Dimitri ali akose uaminifu wa kwa washabiki wa Simba, na mechi ambayo ilimfanya Dimitri ali Pantevu akalie kutikavu ni mechi ilikuwa dhidi ya Mediama ambayo ilichezwa mm. katika uwanja wa Benjamin Mkapa mm. akicheza kikosi cha kwanza kilianza bila kuwa na striker hata mmoja hata mmoja. Ikumbuke e, Simba iicheza mpaka dakika sabini na nane ikiwa haina strika profesa Mandela mm. kitu ambacho Simba kiliwastaajabisha kwa sababu unapokuwa na, na kikosi ambacho hakina strika na michuano ya klabu bingwa michuano mikubwa yenye thamani mm. ambayo ina utitiri wa fedha ni kama vile tunasema una, una, una, una changa zile karata kuwa karata tatu, mm. ukizifunika uchague duma liko wapi? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah, mimi binafsi Kiukweli, uh, Abdalla Kingwande, tukitazama tuki kwa uhalisia ulivyo ya, ya, hii klabu ya Simba kwa mwenendo huu tukirudia marudio ya mkutano mkuu wa, wa, wa, wa, wa mwenyekiti muta za mangungu kero za wanachama lakini pia tukitazama huku sasa, tukirudi kwenye kufukuzwa kwa kocha jana. Tambua kocha baada ya kufukuzwa jana alitoa kauli ambayo kila Mtanzania ingawa hajui kuzungumza Kiswahili alizungumza Kiingereza kimombo, kindengeleko yes, alizungumza kwamba mimi ndo kwanza nina mwezi mmoja mmoja nilipaswa kupewa time miezi mitatu siku tisini, ili kuzoeana na timu wachezaji, kuona nani nani nani nani vitu kama hivyo. Alafu mimi kipindi nilivyokuwa nakuja hapa Tanzania kuja kuungana na klabu ya Simba nilivunja mkataba wangu huko nilipokuwa nsingizini, eh? Nilivunja mkataba wangu nimekuja ku ku kuifanya Simba iweze kufikia hatua nzuri, na nilikuwa nina mapenzi makubwa sana kuifanya Simba iweze kung'aa, lakini leo nafukuzwa kwa kauli aliyokuwa anazungumza leo. Nafukuzwa tena nafukuzwa kwa, yani, kwa kutu, yani hata ile heshima yangu ya mimi kocha haikuonekana wala haikuthaminiwa wamenifukuza na mimi sasa hivi naenda nyumbani kwetu. Eh, sina kazi aina yoyote kwa sababu nilikuwa nategemea kwamba hapa Simba nimefika, nimefika lakini mwisho wa siku nafukuzwa. Eh, yani, alikuwa analalamika na kusononeka kuhusu kufukuzwa kwake. Lakini kweli ukirejea pia kwa mashabiki huko nako walikuwa wanalalamika sana jana, mashabiki wanalalamika, Profesa Mandela. Sasa hiki huu Simba walichokifanya Abdala Kingwande kwa sura hiyo ya kocha kulalamika, je, ni uonevu au ni sawasawa kuondolewa? Kuna usemi, profesa, unasema kwamba mm. kocha anaajiriwa ili afukuzwe. Huu mm. ni usemi ambao aliutafsiri ali Jose Mourinho, kocha ambaye alikufundisha Manchester United, Chelsea, Real Madrid mm. na ana vilabu vingine vikubwa kadhaa wa kadhaa barani Ulaya kocha anaajiriwa ili afukuzwe. Mm. Kwa hiyo si si staajabu kwa kilichomkuta Dimitri Pantev kwa sababu alishindwa kuendana na falsafa za Simba. Na kila mtu alitegemea hichi kitu kitamkuta. Mm. Kwa sababu Simba imekosa nidhamu ya uchezaji. Wachezaji wamekuwa hawanaonekana kama hawana hawana kitu kinaitwa morali. Wamekuwa mm. wakikosa magoli ambayo kwa mtu kama Jonathan Sowa yule tunayemfahamu mm. ambaye wakati fulani alikuwa Singida United hakuachi. Zile nafasi ambazo kwa sasa anazikosa. mm. Wachezaji wamekosa muunganiko, kwa hiyo, kwa klabu kama ya Simba ambayo ipo katika michuano ya klabu bingwa bara la Afrika, kwa klabu ambayo kama ya Simba ina miaka minne, profesa Mandela mm. haijachukua taji la NBC Premier League, useme kwamba kocha apewe muda, kwao ni kitu ambacho hakiwezekani. Na kwa hiyo unafikiri kwamba matatizo yote yanasababishwa na makocha? Aa, nikisema makocha mm, nitakuwa nakosea, lakini umesema kwamba hizi mataji manne. Nimezungumza hivyo kwa sababu mm, klabu na wanachama wana uhitaji kwa sasa, mm, timu kama Simba Profesa Mandela kukaa miaka minne pasi kuwa na ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara, mm, wana miaka miwili no miaka mitatu hawajachukua kombe la Federation Serie B, mm, wana miaka miwili hawajachukua ngao ya Hisani kwa hiyo timu kama Simba kukosa mataji kwa takriban miaka minne mitatu kwa mataji tofauti tofauti, mm. ni kitu ambacho hawana uvumilivu nacho, kwa sababu hata klabu hii klabu bingwa Tanzania Bara ambayo ni dares ya mwanga Afrika mm. ikubuke, walibadilisha makocha kipindi cha almost miezi mitatu minne mpaka mitano, kwa sababu baada ya kuondoka kuondoka Master Gamondi aliingia Sidi Ramovich mm. baada ya kuondoka Sidi Ramovich akaja mtaalamu wa, wa minuno huyu bwana Roman Fors mm. Baada ya Roman Fors kuonekana haendani na falsafa ya Yanga akabwagiwa virago, ndipo alipoingia mreno ambaye anaitwa Pedro Onsev. Kwa hiyo mm. makocha mara nyingi katika timu za Simba na Yanga kuvumiliwa ni ngumu kwa sababu ya uhitaji wao, lakini mm. all in all, bado Simba ukiangalia matatizo sio tu kwa makocha, hata management yao mm. ama uongozi wao pia ni tatizo. Siku ambayo Simba inacheza klabu bingwa baada nafika mechi ya pili na Stade Malien mm. ya Bamako, Mali, hakuna kiongozi wa ngazi ya juu hata mmoja alikuwa na timu Mali, na viongozi asilimia 95 mm. ama 98 walikuwa Karimjee mm. katika mkutano mkuu wa Simba wakati huo, wakiwa wakiwa Morocco wakicheza wakicheza na no, wakiwa Algeria wakicheza na JS Kabylie, ukiangalia waliondoka na, na kabineti yao yote profesa mm. Raisi wa klabu ya Yanga Injinia Herisi, makamu wa rais Arafati Haji, mjumbe wa kamati ya watendaji Bwana Ngai mm. msemaji wa timu Bwana Ali, Bwana mdogo nani Ali nani kamwe mm. yani walikuwa na, wana kru jeshi kamili limeenda limeenda Algeria la Yanga kiasi hata wachezaji na mashabiki profesa, wanaamini kwamba tufungwe, tushinde, tutoe sare, tulikuwa pamoja na uongozi mm. Simba. Hicho kitu kiliwashinda profesa Mandela. Kwa hiyo ndio maana nikasema toka siku ya kwanza tulivyochambua mechi ya Simba na, na, na stedi marine mm. nikakwambia kabisa bundi analia mtaa wa Msimbazi, nilimaanisha vingi. Na bundi baada ya kulia, majibu yametoka, sio mm. tu kocha na hili pia, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Wasamalia media, kichukueni ninalowapa leo katika studio za Wasamalia. Bado bundi anaendelea kulia na kuna viongozi ama kiongozi mkubwa, siku si nyingi naye anabwaga manyanga kwa mashinikizo mm. bado bundi yuko Msimbazi, Profesa Mandela, bado bundi atabwaga manyanga mm. muda si mrefu bundi, bundi? bundi mle wake ujui profesa, ulimsikia si uli. uli siku zile studio za Wasamalia, bundi wakati uko Msimbazi <laughs> alisikika ali, ali, ali, sauti yake si, si bundi Udwa analia vibaya. Bundi watazamaji hapo wanataka bundi akilia, ukisikia bati lako jibelia juu kachakachakacha alafu ukasikia, basi ujue bundi atang'oka mtu. Wandengeleko wanasema mm, wile Mungu. Lakini profesa, jambo jingine ambalo si zuri kwa upande wa Simba, Simba Jumapili wana mechi tafu sana, siku ya tarehe saba mm, wakiwa wanakutana na Azam FC uwanja wana wanalambalamba, ambao wa wamejeruhiwa hawa, Profesa Mandela, mm, wamejeruhiwa si tu katika kombe la shirikisho kwa federation, mpaka kwenye ligi Azam wana wanasuasua Mmm. inasemekana Ebenge e naye alipewa mechi tatu inasemekana chini ya carpet. Kwa hivyo wapenzi wa wasamaji, wa Samaria Media chukweni hii. Kwa hiyo hasira zote zita huenda zitaangukia zita Msimbazi. Leo mm. Azam anacheza na Singida Black Star, Prof. Mandela, yeah. katika dimba la Chamazi saa Sa tatu usiku. Hii mechi itaonesha taswira kwa sababu hata kesho Simba naye anacheza na Mbeya City. Ikumbuke Prof. Mandela, Mbeya City hawa mm. nao hawana kocha. Kama Simba walivyomondoa Dimitari Pandevu mm. Mbeya City nao wamemfungashia virago Mzanzibari malaria 50 kea malaria 50 kea malaria 50 kea. Mbeya City nao hawana kocha mm, kwa hiyo kesho Simba na Mbeya City katika dimba la Jenerali Meja Isamuyo mm, viungo vikule vya vya vya, vya kunaitwaje, Uwanja wa waje kichi ndio Meja Isamuyo. Kwa hiyo wanakutana viwanja vya wa Mbweni kule wakiwa wote mm, hawana makocha. Eh, Malaya K50 kafukuzwa Mbeya City, Dimitri Patevo kafukuzwa Simba Sports Club. Mm. Kwa hiyo mechi ya kesho pia nao ni mechi ya kihistoria. Mechi tafu ni mechi kwa, tafu, kwa sababu kumbuka Mbeya City wanaingia katika mechi ya kesho wakiwa wamepoteza mechi mbili mfululizo mtawalia. Kwa hiyo ni mechi tafu na na, na, na vile vile, Dar es Salaam Africa kesho tutakuwa uwanjani Pepsi Mandela, mm. saa kumi na nusu jioni katika dimba la KMC Complex wakikutana na Fountain Gate ambao wamesema kwamba hawamuogopi mtu, hawamuogopi. Kwa hiyo ni burudani tosha, wapenzi wa watazamaji, bado vitu vinaendelea, lakini katika yote na yote, bado bundi Msimbazi anaendelea kutembea, anaendelea kutembea. Kwa hiyo wapenzi wa watazamaji wetu waendelee kusubiri, eh, sio kufukuzwa tu kwa kocha matatu, mm, lakini pia bundi anaendelea eh, kuzunguka kwenye jengo la Msimbazi, huenda hata viongozi wa Simba mmojawapo anaweza akafungashiwa virago.